Ambazo zinapitika za lami, serikali inatimiza wajibu wake, itasambaza umeme mpaka kwenye vijiji vingine. Na bahati nzuri umeme, tumepata fedha nyingine kutoka Marekani bilioni mia tisa tisini na mbili katika mradi wa Lea, zitasaidia pia kusambaza katika vijiji ambavyo havijapata umeme. Serikali italeta maji. Jukumu letu sisi wanamisungwi ni kufanya kazi kwa bidii ili miundo mbinu hii ambayo imeletwa na serikali iweze kutujengea uchumi misungwi yoye misungwi yoye swala la na pili nataka niwahakikishie ndugu zangu wa misungwi pamekuwa na matatizo katika wanafunzi wetu wanaposoma shuleni anaenda shuleni anarudi nyumbani vipi mwanangu umerudi mwanangu nimerudi. Kwa sababu nadaiwa karo, sijalipa. Tumepanga katika awamu ya tano, kuanzia mwaka kesho, kila mwanafunzi atakayeingia kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne, hakuna kulipa ada ya shule yoyote. Hakuna kulipa ada ya shule yoyote. Uwe CHADEMA hakuna karo, uwe CCM hakuna karo, uwe Kafu hakuna ada, uwe CT hakuna ada. Kwangu mimi itakuwa ni kazi tu. Kuanzia mwaka kesho, tutaanza kutoa mikopo kwa ajili ya vikundi vya wakina mama, vikundi vya vijana, ili wafanye biashara kila kijiji kila mtaa, kila kata tutatoa milioni hamsini hamsini. Ndugu zangu, ninapozungumza haya inawezekana watu wengine hawaamini. Amini hivi, si ndio? <laughs> Mimi ndiyo Magufuli. Tanzania hii ina pesa, na ndiyo maana nimeomba urais. Baadhi ya fedha zingine zilikuwa zinaliwaliwa na mafisadi na ndiyo maana nimeomba urais, na mafisadi yaliyokuwa CCM yamekimbia yenyewe, yanamuogopa Magufuli. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, ninyi wenyewe mnafahamu kazi ya Magufuli huwa ni kufunga nyumba ili majizi wasiingie, si ndio? Na mimi jina langu ni Magufuli. Kwa hiyo ninakwenda kufunga huko juu nikazuie mianya ya mafisadi wasiendelee kuibia nchi yetu na ndiyo maana ninapozungumza kwamba fedha zitapatikana kwa ajili ya wanafunzi kusoma bila kulipa ada, huo ni ukweli. Na naomba mniamini ninaposema kwamba zitapatikana fedha ambazo zitatumika kama mikopo kwa ajili ya wajasiriamali, vikundi vidogo vidogo vya wakina mama, vikundi vya vijana, ili waweze kupata mtaji wa kujiendesha na kufanya biashara. Nina maana yangu kwamba fedha zipo. Ninafahamu changamoto nyingine ni maushuru, ushuru, ushuru. ukiuza tuandazi twako ushuru. Ukiuza tunyanya twako ushuru. Ninajua hapa wakina mama huwa wanakaanga sato nzuri nzuri, ushuru. Nasema uongo wa akina mama? Ukiuza tumchele twako kwenye banda ushuru. Ukiwa na pikipiki yako bodaboda yako unabeba watu ushuru. Ukiuza tumiwa twako uloje mdachi za ulole ushuru, wapi wapi, ushuru. Nataka niwahakikishie, hakuna hata kunyoa, ushuru. Uwe na kagereji kako, ushuru. Uwe unachoma welding, ushuru. Uwe unazima matairi, ushuru. Nataka niwaambie ndugu zangu, nataka niwaambie ndugu zangu wa Misungwi, masuala ya ushuru kwa watu wadogo wadogo wanaojaribu kuendeleza maisha yao, tutakaa na tutayafuta haya mambo ya ushuru, ushuru kwa watu wadogo wadogo. Sasa vingwe ningwe hange mahogera tukulola hena ho ningwe, wana misungwi mko ni kuisha lorona nose au tuache, tutuangalie hapo moja kwa moja, tutulie wangapi wanataka kunisikiliza? <laughs> Nitazungumza haraka haraka, niwaachie nafasi, tize tulole chiza enao na, na miziki itachezwa vizuri kus kwa hiyo ndugu zangu ninachotaka kuambia Wanamisungwi na Watanzania kwa ujumla, lengo langu ni kuleta mabadiliko ya kweli kwa ajili ya maendeleo ya Wanamisungwi na Watanzania kwa ujumla. Ninafahamu katika wilaya hii na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, na mikoa ya jirani, Geita Shinyanga na maeneo mengine, ni wakulima wazuri wa pamba, lakini moyo sasa hivi wakulima pamba umeanza kushuka, umeanza kushuka moyo wa wakulima pamba, kwa sababu bei ya pamba imekuwa ikishuka. Nasema uongo, ndugu zangu? Ile ba, bei tuliyokuwa tunaipata enzi zile za wakina Shibiriti wakiwa wenye viti wa, wa, wa, wa Nyanza sasa imeshuka. Vyama vya ushirika vyenyewe navyo vimedolola. Ukienda kwenye majineri sasa hivi hayafanyi kazi wala hayatengenezi marobota, wafanyakazi waliokuwa kwenye majineri sasa hivi hawafanyi kazi, ajira imepungua. Ni kwa sababu hata pamba production yake imeshuka chini. Mimi nimezaliwa na mkulima wa pamba, nataka niwahakikishie ndugu zangu wakulima wa pamba lengo langu kubwa nataka sasa tukiimarishe kilimo cha pamba, na nataka tukiimarishe kilimo cha pamba ili wakulima wa pamba wapate pembejeo kwa wakati unaotakiwa, wakulima wa pamba waweze kupata bei nzuri ya pamba yao. Hapa Ukiriguru ndio kilikuwa kituo kikubwa cha utafiti wa mazao mbalimbali. Kituo hiki nacho kimekufa Hakiendi kwa spidi ile tunayotaka. Nataka niwahakikishie ndugu zangu na watafiti walioko Ukiriguru, tutahakikisha tunafufua hali ya utafiti katika nchi hii, wakiwepo watafiti wa Ukiriguru na watafiti wengine katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, waweze kufanya utafiti wa mazao yetu, ili production ya mazao yetu, yakiwepo mazao ya pamba, yaweze kuzalisha pamba nyingi na wananchi waweze kupata pesa ya kutosha waweze kuinua uchumi wao. Na katika hili, lengo langu na lengo letu katika awamu ya tano ni kuhakikisha tunafufua vile viwanda vya jineris ambazo vilikuwa vimekufa na vimedolola, lakini pia tutajenga viwanda vingine. Lakini lengo lingine pia ni kujenga viwanda vya pamba, kujenga viwanda vya nguo kujenga viwanda vya nyuzi. Unapolima pamba yako, badala ya kusafirisha marobota Dar es Salaam, marobota yale utayasafirisha kwenye kiwanda cha nguo. Kile kiwanda kitatengeneza nguo, tutauza nje nguo, tutauza nguo hata ndani, badala ya utaratibu wa sasa. Unalima pamba, unasafirisha marobota yanaenda kutengeneza nguo Ulaya, halafu hizo nguo ndio zinaletwa kuuziwa sisi kwa bei ya juu. Lakini nguo zingine zikishatengenezwa kule wanazivaa kwanza kule Ulaya, halafu wanatuletea sisi mitumba, wakati pamba ni yetu. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, awamu ya tano itakuwa awamu ya viwanda.